Tanzania wenzangu, ni kweli tunataka kuacha maandamano ya tarehe 29 mwezi wa kumi, 2025 ndo ya amue hatima ya taifa letu la Tanzania. Tunaamini ya kwamba yatatuletea haki bila kuondoa umoja, upendo na mshikamano tulionao. Tunaamini ya kwamba yatatuletea haki bila kumwaga damu tunaamini kabisa kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi tulipo hivi, hatuna umoja, kwa sababu wapo ambao wanahitaji kuandamana, wapo ambao hawahitaji kuandamana. Mnaamini ya kwamba hayo maandamano yatatatua yata tatizo tulionalo au ndo yatachochea tatizo tulionao? Niseme tu kwamba mimi kufika kuwacha kazi niliyosomea nikaamua kumtumikia Mungu tangu elfu mbili na ishirini nikiishi kwenye maisha ya full time ministry. Maanake nimejifunza mengi kwa habari ya Mungu, lakini pia tangu Mungu aanze kunionyesha kwa habari ya uamsho na habari ya taifa la Tanzania, nimekuwa na mzigo wa kumwomba Mungu Nakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na moja nilifunga siku mia mbili nikiomba kwa ajili ya kumwona Mungu kwa kila anachonionyesha, lakini pia mwaka jana nikafunga siku mia moja Najua haipasi kufunga iwe kama maonyesho, lakini najaribu tu kuelezea namna ambavyo Mungu amenipa mzigo juu ya taifa la Tanzania kwa muda wa miaka mitano sasa kuelekea wa sita kwa hiyo hata zile ndoto ambazo nimezielezea kwenye klipu yangu ya tarehe moja mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano na klipu yangu ya pili ya tarehe nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano sio ndoto tu ambazo zimekuja hivi hivi, ni ndoto zilizokuja kutokana na mzigo ambao nimebeba wa kuombea taifa la Tanzania na kuombea uamsho wa Kimungu. Kwa hiyo ndugu wapendwa Mm, sitaki sana niwaaminishe kwamba mnisikilize kwa atenshen ya kwamba mtumishi mkubwa, lakini ninatamani msikie kutoka kwenye jicho la Mungu, kwenye sauti ya Mungu, kwamba je, ni mpango wa Mungu ambao anataka tuandamane hiyo tarehe 29 mwezi wa 10 elfu mbili na ishirini na tano au ni kwamba kuna watu ambao kuna watu kuna viongozi kuna taasisi na kuna vyombo vya dola vitakuwa vi, havijasimama kwenye nafasi yake. Juu ya hili, naomba tuendelee kutafakari, watu wa Mungu. Naomba nikumbushie tena ndoto ambayo niliota ya, nianzie ndoto ambayo niliota ya askofu Dickson Kabigumila niliyoyota elfu mbili na ishirini na moja mwishoni ambapo niliota kwamba Magufuli nilimwona yuko kwenye poli poli, sio kubwa, dogo, alikuwa anatembea na walinzi wake, lakini gafla nikashangaa amefariki hame, amefariki. Baadaye nikamwona askofu Dickson Kabigumila anamwombea rais Magufuli kwa mzigo mpaka akafufuka. Kwa hiyo baadaye kwa wakati huo sikuielewa sana hiyo ndoto, lakini kadiri ambavyo mambo yameendelea kuharibika kwenye taifa letu la Tanzania, ndivyo na ambavyo nimezidi kuona huyu mtumishi wa Mungu anapata mzigo sana juu ya taifa la Tanzania. Huo ujasiri ukanikumbusha ile ndoto niliyoota 2021 nikawa naendelea kumwambia Mungu anifunulie hiyo ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Juzijuzi juzi hapa nikiwa tayari nimesha kuja Marekani huku kwenye mafunzo ya huduma ya Injili chini ya huduma ya Leonard Bonke ya Christ for All Nation, nadhani wengi mmemfahamu mwinjilisti Leonard Bonke. Basi nikakumbushwa hiyo ndoto, naikaambia kwamba hiyo kumfufua Rais Magufuli ilikuwa inaonyesha kwa habari ya kufufua roho ya uz ya uzalendo wa kitaifa. Oh, ndo nikakumbuka, maana kweli kati ya rais ambaye amekuwa mzalendo uwezi ukamtoa Magufuli. Magufuli alikuwa mzalendo kwa taifa lake, mzalendo kwa wananchi wake. Kwa hiyo ile kwamba Askofu Dikson Kabigmia anamwombea Magufuli afufuke maanake ilikuwa ina, inamaanisha kwamba kuombea roho ya uzalendo, maana mpaka sasa kilichotufikisha mahali hapa taifa la Tanzania ni kukosa uzalendo. Tumetawaliwa na woga kuliko uzalendo. Sio kwamba hakuna uwezekano wa kuyadhibiti haya yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania, lakini wengi tume, tumejawa na woga kuliko uzalendo ko tumewaachia watu wachache ambao wanatafuta masilahi yao, bi, yao binafsi. Tumewaachia wao na sisi tumenyamaza, ko wao tumekubali wao watufumbe midomo ili watimize matakwa yao. Lakini ndugu zangu, ikiwa waovu wanaungana ili kutekeleza uovu wao, kwa nini wapenda haki wasiungane ili kuitetea haki yao. Kwa hiyo nilipokuwa naendelea kum, kumwomba Mungu kwa mzigo juu ya taifa la Tanzania nika, nakumbuka moja y ndoto nyingine pia ambayo nimeelezea kwenye clip zilizopita, ni ndoto ya, ya tarehe ishirini na nne mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tatu niliota kwamba kuna machafuko makubwa kwenye taifa la Tanzania kati ya wananchi na watu ambao walikuwa wana silaha wamejifunga, wengine nyuso zao hazionekani, wengine wamejifunga kichwani vitambaa. Hiyo ndoto, kadri ambavyo nimekuwa nikiona mambo yanaharibika, imenifanya niwe na mzigo sana wa kuomba juu ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi nimekuwa nikiomba, nikiomba, nikiomba ili Mungu aepushe machafuko ambayo niliyaona, maana za, sasa mwanzoni ilikuwa ni kama ndoto, lakini sasa hivi naona hiyo ndoto ni kama sasa inaenda kuwa kwenye uhalisia. Sasa nakumbuka nikiwa naendelea kuomba na kwa mzigo kwa mzigo kwa mzigo, na nakumbuka niliwaambia kwamba hata ile siku ambapo kanisa la Askofu Gwajima linafungiwa huo usiku wa tarehe mbili mwezi wa tano 2025 huo usiku niliota kwamba rais Kikwete anaagiza ya kwamba Gwajima akamatwe na kwenye ndoto nikaonekana kumhurumia Gwajima maana niliona hana kosa na mimi nikataka kuunganishwa kwenye hiyo kesi kwa ikabidi ni nyamaze mm, nikazinduka na kesho nikazi yake nikashangaa ninaona tarehe, tarehe, tatu maana yake kulipo kucha nikashangaa ninakutana na hiyo taarifa kwamba askari walienda kwenye kanisa la Gwajima kufunga na alikuwa anamtafuta pia Gwajima. Kwa hiyo nikalileti ile ndoto na hii sawa, moja kwa moja. Mimi sikumchukulia rais Kikwete kama kwamba inamhusu moja kwa moja, maana ndoto zina mafumbo, na nimeamua kuweka wazi ili sio kwa nia ya kumchafua rais Kikwete. Namheshimu sana, kumbuka na kumbuka, kwa neno la Mungu tunakumbushwa pia kuwaheshimu watu wazima, lakini pia kuwaheshimu ni mamlaka. Kwa hiyo mimi, hata kama mtu afanye maovu mengi kiasi gani, bado hainipi garantia ya kutomheshimu kwao. Nimetaja jina lake kwa unyenyekevu kabisa, sijatamani kuficha jina, maana ndani yangu ndo nimeshuhudiwa hivyo, ila bado ninamheshimu kama rais wangu, ambaye mtu ambaye mtu amekuwa rais wangu. Sasa nikiwa naendelea na mzigo huo wa kuombea taifa, nakumbuka mwezi wa tisa tumepita nikiwa naendelea kuwa na mzigo, naendelea kuomba juu ya uamsho na juu ya taifa la Tanzania, basi ndani yangu siku moja, nikiwa kwenye ombi, nikasikia na, na swali naulizwa moyoni kwamba je, ni kweli mmeamua kuacha maandamano ya amue hatima ya taifa? Ni kweli mnaamini ya kwamba kupitia maandamano mtapata haki bila kumwaga damu na bila kuondoa umoja na mshikamano wa kitaifa mlionao? Hilo swali liliendelea kunitesa moyo wangu, kaendelea kuomba, ninalia mbele za Mungu, kasikia ndani yangu naambiwa ya kwamba mnapodai haki kumbukeni pia kwamba mnatakiwa kudai kupata haki mkiwa bado hamjamwaga damu, mkiwa bado na umoja na mshikamano. Kwa hiyo sasa, hili ni nimelileta kwenu kama tafakari kwamba, je, tunaamini maandamano ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano yatatupa haki bila kumwaga damu na bila kuondoa umoja na mshikamano wa kitaifa ambao tumekuwa nao mpaka umetufanya tuwe taifa ambalo ni kioo kwa dunia nzima kwa habari ya u, amani tulio nayo, upendo tulionao na umoja. Ni taifa ambalo lina makabila mengi, lakini hatuna ubaguzi. Je, tutalivusha hilo taifa la Tanzania likiwa na sura hiyo hiyo kwenye hayo maandamano ambayo tumepanga, hata kama atatupatia haki? Mwanzoni na mimi nilikuwa ninashabikia maandamano kwa ndani, maana mi ni mtumishi wa Mungu, uwezi ukashabikia waziwazi, ila moyoni kuna karoka na kwa kanapenda. Lakini tangu Mungu amenisemesha hiyo sauti, nikasikia ndani yangu kwamba maandamano siyo njia sahihi ya kimungu ambayo Mungu anataka tuitumie Watanzania ili kuleta haki, isipokuwa kuna watu ambao Mungu amewaamini kusimama na taifa la Tanzania ili kulivusha taifa la Tanzania kwenye changamoto hii kubwa tuliyonayo bila kumwaga damu na bila kupoteza taswira yetu kama taifa, ila hao watu wamekaa pembeni, aidha kwa sababu ya uoga umetawala ndani yao kuliko uzalendo. Lakini huu ni wakati wa kusimama, ndugu zangu. Naomba niseme hivi ya kwamba kukataa amini, kukubaliana na ubaya kwa sababu ya woga ni kukubaliana na shetani kwa sababu ya woga, kwa sababu shetani ndio baba wa ubaya. Kwa kama kuna mahali unaamua kukubaliana na ubaya kwa sababu ya woga au kwa sababu ya shinikizo fulani, maanake umekubaliana na shetani. Je, hatuna taasisi ambazo zinaweza kusimama kwa niaba ya Watanzania wote zikatafuta namna sahihi ya kudai haki tunazozidai kama taifa bila maandamano? Je, hakuna vyombo kwenye taifa la Tanzania ambalo vinaweza kutusaidia kuleta haki ambayo inadaiwa na wananchi bila wao kuingia barabarani? Kwa sababu unaporuhusu wananchi waingie barabarani, huwezi ukacontrol emotions zao, kwa sababu ni watu wengi, kila mmoja ana feelings zake, ana mwitikio wake. Hata hamwezi mkadhibiti watu wengi kwa lazima tu, kuna mambo yatatokea ambayo hatukuyategemea hmm lakini pia ndugu zangu, jeshi la, la kujenga taifa JWTZ pamoja na polisi, sisi wote ni ndugu, sisi wote ni Watanzania. Najua tunaweza kuwa mahali tunatofautiana, lakini najua kwenye jeshi la Tanzania, I mean, kwenye polisi kuna watu wazuri ambao wanatamani kuliona taifa likibaki salama. Kwenye jeshi pia kuna watu wazuri kwa hiyo ninaomba hekima itumike ili sije ikatokea kuyagawa kuvigawa hivi vyombo vya dola, maana kuviunganisha itakuwa ni ngumu. Kwa lazima tofauti tulizo nazo tusizitazame kwa kama kivyombo, kwamba hii ni jeshi la polisi, hii ni jeshi la wananchi na wala wananchi tusikubali kuwa na mtazamo wa moja kwa moja wa kuwachukia polisi wote, maana sio wote wana moyo huo. Wapo ambao wana mioyo kama yetu, ila wapo kwenye hilo jeshi la polisi kama sehemu ya kazi zao, kama ambavyo mtu ni mwalimu kwa sababu ni, wa, walimu ni kazi yako. Kadhalika kuna maskari ni maskari kwa sababu ni kazi yao kwao, tunapowaunganisha kwa pamoja maanake hatuwatendei haki. Kwa hiyo tunatakiwa tu kuja na njia nzuri kabla ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Tukitumia hiyo nafasi itatusaidia, ila tukichelewa, sisemi si, si, si, si, si, si, si, moja kwa moja kwamba Mungu amenionyesha kwamba kutatokea mabaya, ila nakumbuka tu kwamba Mungu anionyesha maandamano lakini tunaweza tukayazuia maandamano, kwa sababu Mungu anapoonyesha kitu sio lazima kitokee. Kuna wakati anaonyesha ili kuzuia, ili kwamba atafute watu watakaosimama kuzuia, kama neno linavyosema kwenye Hezekieli 22 mstari wa 30. Kwa hiyo ni wakati wa kutafuta namna bora ya kuzuia, namna bora ya kulivusha taifa la Tanzania bila kufika huko ambako linaelekea. Lakini pamoja, jambo la mwisho kabisa, nimalizie kwamba hatuwezi kulivusha taifa la Tanzania bila kutumia moja ya silaha kuu ya kimungu ambayo ni upendo. Kuna watu ni kweli wanaweza kuwa wamefanya makosa makubwa, lakini katika kushughulikia makosa yao tusiache kushughulikia kwa upendo. Ninaomba niitimishe kwa maombi, maana Mungu ndio kila kitu. Tuombe, tuombe Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, Muumba mbingu na nchi, asante Mungu wa neema ambaye unatupenda, unatujali, unatuthamini. Ninasimama mbele zako, E Mungu, tusamehe Watanzania. Inawezekana Bwana umesema nasi kwa muda mrefu, lakini hatukusimama kwenye nafasi zetu, ndio maana tunataka kufika hapa ambapo tumefika. Mungu, naomba utusamehe, samehe serikali yetu, samehe Bwana damu ambayo imemwagika isiyo na hatia. E Bwana, ukasamehe, ukasamehe Bwana. Najua mkini machafuko tunayoendelea kuyaona kuongezeka ni kwa sababu ya damu zilizomwagika bila hatia. Maana neno lako linatuambia damu ya Habili ilipomwagwa iliendelea kulia mbele zako kukulilia kwa kuna damu za Watanzania tumezimwaga tumezi, tumezi bila hatia na sasa zinaendelea kulia na kudai toba au damu imwagike. Mungu ni heri tulipe toba kuliko kulipa damu. Tusaidie Mungu uliye hai, saidia vyombo vya dola ambavyo vina dhamana ya kuleta haki ya kitaifa I, lakini inahitajika hekima ya hali ya juu ili kuliokoa taifa hilo saidia vyombo vya dini, taasisi za kidini, taasisi za kiraia za haki. Saidia serikali, viongozi pia walioko serikalini, moyo wa huruma, hekima na upendo viamue ndani yao. Inakataa roho ya machafuko na roho ya mauti ambayo imelivaa taifa la Tanzania. Baba, naomba ukatupe kuvuka, tupe umoja. Simama na watu wote Bwana. Tusaidie bado kubaki na umoja kila mwanadamu anakosea, lakini tusichukue hiyo kama fimbo ya kama fimbo ambayo tunaweza kushughulikiana na ndani yake, bado tukabaki na chuki pamoja na kuhukumiana, pamoja na, na sheria za nchi kuchukua hatua zake, lakini bado naomba Mungu, tuongozwe na upendo ndani yetu, tuongozwe na utu ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tanzania, Mungu awabariki sana, tuendelee kuombeana. Hatutamani kuyaona haya yanayotokea kwa Tanzania. Sisi ni wamoja, ni taifa moja ambalo limebeba sura ya kimungu. Wakati ule wa Korona ni taifa pekee ambayo lilisimama na Mungu na Mungu akalivusha. Mungu anatamani pia kwenye uchaguzi huu hiyo sura ya, ya kimungu ambayo tuliionyesha kipindi cha Magufuli kwenye korona tuionyeshe pia kwenye kipindi hiki ambacho sio salama kwa taifa letu. Tumtambulishe Mungu wetu. Naamini tunapoapa kuchukua hizo nyazifa zetu za kiongozi, tunaapa kupitia vitabu vitakatifu, aidha Biblia au Korani, basi tumtambulishe huyo Mungu wetu ambao watunaapa tunaapa kwake kutumia hekima na kumtanguliza yeye, maana siamini ya karibu viongozi wote ambao mko serikalini mmeingia kwenye huo uongozi kwa kuapa kupitia Biblia na Korani, basi hebu turudi, turudi jamani. Asanteni, nawapenda sana Watanzania, naipenda nchi yangu.